Aisha alizaliwa katika familia ya kimaskini sana huko igunga kijijini. Baba yake alifariki wakati Aisha akiwa binti mdogo sana wa miaka saba tu, na mama yake ni mgonjwa sana na ni mzee wa makamo, hakuwa na uwezo wa kufanya kazi ngumu. Hivyo, kwa msaada wa jirani yao, Aisha alipata kazi ya kuwa mfanyakazi wa ndani katika familia ya mfanyabiashara tajiri huko mjini Dar es Salaam aitwaye Bwana Karimu. Safari ya kuelekea mjini kufanya kazi ilipangwa na Aisha alisafiri kuelekea mjini Dar es Salaam. Jua lilikuwa limezama wakati Aisha aliposhuka kwenye basi hapo mjini. Alionekana mshamba wa jiji kwani alikuwa amevaa gauni lake la zamani lililochakaa na kuubeba mfuko wake mdogo uliokuwa na vitu vichache sana muhimu kwa msichana aliyekuja kuanza maisha mapya ya kazi za ndani. Alikuwa na umri wa miaka kumi na nane tu, lakini macho yake yalionyesha ujasiri kama mtu mzima. Nyumba ya Bwana Karim ilikuwa ya kifahari sana kuanzia nje mpaka ndani, yenye vyumba vingi, bustani kubwa na uzuri wa kuvutia. Ilionekana kama kasri la kifalme mbele ya macho ya Aisha alipoliona. Katika nyumba hii waliishi Bwana Karim, mke wake Bisalma na watoto wao wawili Lina na Jamal. Aisha alikaribishwa na kuelekezwa majukumu yake ambayo atakuwa akiyafanya kila iitwapo leo. Alianza kufanya kazi kwa bidii huku akisukumwa na picha ya maisha magumu ya nyumbani kwao kijijini. Aliamka mapema, alipanga nyumba, aliosha vyombo na kuhakikisha kila kitu kilikuwa safi kabla ya familia kuamka. Lakini licha ya kufanya kazi kwa moyo wake wote, hakupata upendo wowote kutoka kwa Bisalma na binti yake Lina. Bisalma alikuwa mkali na mwenye kiburi, alimchukulia Aisha kama mtumwa wa kazi za nyumbani na mara kwa mara alimshushia maneno machafu na makali. "We mbwa fanya kazi kwa haraka, hapa siyo kwenu kijijini!" Alikuwa akimkaribia kila mara na kumtukana sana bila kujali kuwa binti wa kazi naye anayehitaji upendo na kuheshimiwa. Lina msichana wa miaka kumi na saba naye hakuwa tofauti, alimchukia sana Aisha kwa sababu aliuona urembo wake wa asili na unyenyekevu wake. Alikuwa na wivu kwa sababu hata baadhi ya wageni walipoitembelea familia Walimsifia Aisha kwa urembo wake wa asili na tabia yake ya kupendeza. Lakini tofauti na wao, Jamal alikuwa mtu wa kipekee. Alikuwa kijana mtanashati mwenye tabia nzuri, aliyekuwa akisoma chuo kikuu. Alimjali sana Aisha na kumtendea wema kama binadamu, si mtumwa wa kazi. Kadri siku zilivyopita, Aisha alihisi moyo wake ukidunda kila Jamal alipomwita kwa sauti yake ya upole. Jamal naye alianza kuona uzuri wa ndani wa Aisha, bidii yake, upole wake na moyo wake wa mzuri. Siku moja kulikuwa na sherehe kubwa nyumbani. Wageni wa heshima walialikwa na Aisha alihitajika kuwahudumia. Katika pilikapilika pilika za jikoni, aliingia sebuleni akiwa amebeba trei ya juisi, lakini kwa bahati mbaya alianguka na kumwagia Lina weya. Kilichofuata kilikuwa fedheha kubwa, kwani Linana alicharuka na kuanza kumkaripia kwa sauti kubwa mbele ya wageni. Unadhani wewe ni nani hapa? Mzembe sana wewe, binti wa hovyo, mtumwa wetu wa ndani usiyekuwa adabu! Wageni walibaki kimya lakini macho yao yalimwangalia Aisha kwa huruma sana. Jamal aliyekuwa upande mwingine wa chumba alisimama na kusema Lina, acha kumdhalilisha binti wa watu, usimnyanyase kwa matatizo yake, ilikuwa ni ajali tu. Lakini Bisalma aliungana na Lina kumkashifu Aisha. hakupewa nafasi ya kujitetea, alikimbia hadi chumbani kwake akilia kwa uchungu, akihisi unyonge sana na kudhalilishwa mbele ya wageni, tena kwa sauti ya juu. siku zilivyopita mateso yalizidi. Lina alihakikisha Aisha anapata kazi ngumu zaidi na Bisalma hakuwahi kumtambua kama sehemu ya familia yake. Wakati Aisha alipokuwa akikabiliana na Lina na mama yake juu ya manyanyaso anayoyapitia, tatizo kubwa zaidi lilianza kujitokeza, nalo na ni bwana Karim. Bwana Karim alianza kwa kumtazama Aisha kwa macho ya uchu, kama paka kaona maziwa. Ni udenda tu unamtoka mzee kwa sababu ya binti wa kazi, tena mdogo tu. Mara kwa mara alijaribu kumgusa kwa kisingizio cha kumpongeza kwa kazi nzuri. Usiku mmoja, alimwita ofisini mwake kwa kisingizio cha kumlipa mshahara wake. Alijaribu kumbembeleza kwa maneno matamu kuwa anamtaka na kwamba angempa kila kitu ambacho angehitaji, ili mradi tu ampatie anachohitaji. Lakini Aisha alihisi hii sasa ni hatari, na kwa wasiwasi mkubwa aliamua kukimbia. Muda ulivyopita, hali ilizidi kuwa mbaya alikuwa akimkuta Aisha peke yake jikoni, anaanza kumvuta kwa nguvu, akijaribu kumkumbatia na kumbusu. Aisha alipambana akapiga kelele, lakini hakuweza kuokoka hadi mlango ulipofunguliwa, na ghafla anaingia Jamal. Jamal alisimama pale akiwa meduwaa kwa hasira. Baba, na maana gani kufanya hivi? Bwana Karimu alijaribu kujitetea, lakini Jamal hakumsikiliza, kwani ameshuhudia kwa macho yake. Alimshika mkono Aisha na kumtoa nje ya chumba, macho yake yakionyesha ghadhabu. Jamal alimpeleka Aisha mahali salama kwa marafiki zake. Siku iliyofuata alienda nyumbani na kumkabili baba yake mbele ya familia. Hili halikubaliki, huwezi kumtendea mtu kwa njia hii. Bi Salma kwa mshangao alimtetetea mume wake, huyo ni msichana wa kazi tu Jamal, kwa nini unampigania? Jamal alitikisa kichwa kisha akajibu: kwa sababu ni binadamu kama sisi na zaidi ya yote ninampenda. Maneno hayo yaliwashangaza wote. Lina alicheka kwa dharau lakini Bisalma alishtuka. Jamali, una wazimu wewe unawezaje kumpenda kijakazi? Sijawahi kuwa na hakika kama hivi, mama. Aisha ni mwanamke mwenye thamani na nitahakikisha anaheshimiwa. Bwana Karim kwa hasira alimtishia Jamal kwamba atamfukuza Aisha na kuhakikisha hawezi kuishi mjini. Lakini Jamal alikuwa na mpango wake kichwani. Aliamua kuondoka nyumbani na kwenda kuanza maisha mapya pamoja na Aisha. Aliwasiliana na marafiki zake, akapata kazi nzuri na baada ya muda mfupi kupita, Jamal alimposa Aisha. Siku ya harusi yao, Aisha alijawa na machozi ya furaha. Alikumbuka alivyodhalilishwa, alivyoteswa na alivyopitia mateso mikononi mwa tajiri mwenye nyumba ya kifahari. Lakini sasa alikuwa anafunga ndoa na mwana wa tajiri, mtu aliyempenda kwa dhati. Bisalma na Lina walikataa kuhudhuria harusi kwani hawakuridhia, lakini Bwana Karim kwa aibu na majuto alitokea mwishoni mwa sherehe na kuomba msamaha. Aisha na Jamal walianza maisha mapya, wakijenga upendo wa kweli uliotokana na heshima na uaminifu katika ndoa yao. Na hatimaye, Aisha, msichana wa kazi aliyewahi kudharauliwa, alitimiza ndoto yake, si kwa sababu ya pesa au mali, bali kwa sababu ya upendo wa kweli.